Mafunzo tuliyoyapata mimi naona tumepata fursa ya kuongeza masoko, kwa sababu tutaendelea kutafuta masoko na masoko yatakapokuwa mengi, hata mali ghafi zetu pia zitakuwa zinatija, na tunaweza tukapata maendeleo kwa kupitia kazi yetu ambayo tunaifanya, ambayo kwa sasa tunaiona kazi ngumu kwa sababu tunakosa masoko, mnunuzi mmoja mnunuzi huyo, yeye ndo anapanga bei. Leo akilala shilingi elfu moja, kesho mia saba, kesho kutwa mia nne. Kwa hiyo yeye ana nafasi kubwa ya kuweza kupata faida, kwani yeye anakopeleka, kwa sababu hautumiwi sana ndani ya nchi, unatumiwa nje ya nchi. Kwa hiyo kila siku vile yeye huku, leo kuna mapigano huku, kuna hivi, bei imeshuka. Sisi binafsi hatuwezi kujua ukweli wa yeye ukoje. Kwa hiyo na imani kupitia mafunzo yetu haya tutapata fursa ya kutangaza masoko na wanunuzi wakija kwa wingi, na imani bidhaa zetu zitakuwa zina thamani kubwa. Hivyo nishukuru kwa kuweza kupata mafunzo haya, na wana wakulima nanyi au na wao wajikusanye vizuri, waache zile tofauti zao, wajiunde katika kikundi cha ushirika ili waweze kupata manufaa zaidi.